Kiongozi wa kikosi cha wanamgambo wa Sudan, RSF Rapid Support Forces, General Mohamed Hamdan Dagalo maarufu kama Hemedti ametangaza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa na wapiganaji wake wakati wa kukiteka mji wa El Fasher. Tangazo hili limekuja kufuatia hasira za kimataifa baada ya ripoti za mauaji ya raia ambazo ziliibuka kupitia video za mitandaoni zikionyesha wanajeshi wa RSF wakiwawa watu wasio na silaha. Shirika la BBC Verify limebaini kuwa video hizo ni halisi na zinaonyesha wazi mauaji yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF ndani ya jiji hilo. Hata hivyo, msemaji wa RSF amekanusha vikali tuhuma hizo, akidai kuwa hospitali kuu ya mji huo ilikuwa haina wagonjwa wala wafanyakazi wakati kikosi hicho kilipoiteka. Kwa mujibu wa Sudan Doctors Network yenye makao yake makuu nchini Uingereza, zaidi ya watu 460 wameuawa wakiwemo wagonjwa waliokuwa wamelazwa katika hospitali ya Saudi Hospital, hospitali pekee iliyokuwa bado inafanya kazi El-Fasher. Mashuhuda wamesema wapiganaji wa RSF waliingia udini na kuwaua wagonjwa, kisha wakiendelea hadi maeneo ya wagonjwa wa nje, wakifyatua risasi kiholela kwa raia waliokuwa wakingojea huduma. Zaidi ya watu laki tano na elfu hamsini ya wakazi wa jiji hilo, wengi wao kutoka jamii zizo za Kiarabu, wameripotiwa kunaswa na mapigano hayo yaliyodumu kwa zaidi ya miezi 18. Takwimu za madaktari zinaonyesha kuwa kati ya waliouawa hospitalini mia mbili walikuwa wagonjwa waliolazwa na 250 wengine walikuwa wagonjwa wa nje pamoja na wageni waliokuwa wakiwatembelea. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeitisha kikao cha dharura kujadili hali ya Sudan ambayo sasa imeingia mwaka wa tatu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa RSF. Waziri wa Uingereza anayehusika na masuala ya Afrika Stephen Doty, amesema kuwa mateso yanayoshuhudiwa Sudan ya kutisha na yanayolenga raia wasio na hatia, hasa wanawake na watoto. Wakati huo huo, wabunge wa Uingereza wameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua madhubuti kuzuia mauaji zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema limepigwa na butua kutokana na mauaji hayo, huku picha za satellite kutoka Yale Humanitarian Satellite Lab zikionyesha makundi ya miili karibu na eneo la hospitali zikithibitisha taarifa hizo. Kutekwa kwa El Fasher kuna kunamaanisha kuwa RSF sasa inadhibiti sehemu kubwa ya magharibi mwa Sudan pamoja na maeneo ya Kordofan kusini, huku jeshi la serikali likibaki na miji mkuu kama Khartoum na maeneo ya mashariki yanayopakana na Bahari Nyekundu. El Fasher ilikuwa ngome ya mwisho ya jeshi katika eneo la Darfur na kuanguka kwake kumwongeza mgawanyiko wa nchi hiyo kimataifa na kijamii. Wachambuzi wanasema vita hivi ni matokeo ya mgongano wa madaraka kati ya jeshi la taifa na RSF ambao awali walishirikiana katika mapinduzi ya mwaka 2021 lakini baadaye wakatofautiana kuhusu mpango wa kurejesha utawala wa kiraia. Baraza la amani na usalama la Umoja wa Afrika AU limeomba kufunguliwa kwa njia za kibinadamu ili kuruhusu misaada kufika El Fasher na limeitaka serikali ya Sudan kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji hayo. Mwenyekiti wa jopo la AU kuhusu Sudan, Dr. Mohamed Imdi Chambers, amesema kuwa watu wa El Fasher wameishi kuzimu kwa zaidi ya siku 550 na kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huo. Ameongeza kuwa mizizi ya tatizo la Sudan imo katika kushindwa kusimamia utofauti wa kikabila na kisiasa, jambo ambalo limechangia mizozo ya mara kwa mara tangu nchi hiyo ipate uhuru mwaka 1956. Kutekwa kwa El-Fasher ni ishara ya hatari kwamba vita vya Sudan vinaingia katika hatua ya mauaji ya kikabila makubwa. Wakati RSF ikiahidi uchunguzi, mashirika ya kimataifa na wanaharakati wanasema ahadi kama hizo zimekuwa zikikiukwa mara nyingi. Kwa sasa macho yote ya dunia yameelekezwa Sudan, taifa linalogeuka kuwa eneo la janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani, huku raia wakikimbia, wakifa kwa njaa na wengine wakiuawa kwa misingi ya asili zao za kikabila.